Leo nimekuja tena kuchukua fomu kwa ajili ya kuomba fursa ya kugombea ubunge kwa awamu ya pili baada ya kukamilisha awamu ya kwanza ya utumishi, na kimsingi, nimejipima na nimeona ninatosha kuomba nafasi kwa awamu ya pili ya kugombea ubunge wa jimbo la Arusha mjini, na ukizingatia kwamba ninajiona nina sifa zote. Ukienda kwenye upande wa elimu, elimu yangu haina mashaka ya aina yoyote, haina aina dusale yote. Nina vyeti ambavyo havina mashaka ukienda kwenye upande wa kazi, tumechapa kazi kiwango cha kutosha, tumewasemea wa wananchi, tumepinga ufisadi na masuala mengi ambayo yalikuwa yanarudisha nyuma maendeleo ya wananchi wa jimbo la Arusha. Tumefanya mambo mengi kwa kushirikiana na wananchi wa jimbo la Arusha mjini. Kwa miaka yangu mitano nimejitahidi kuwa jimboni kuweka changamoto za watu, lakini pia nimejitahidi kushiriki ndani ya bunge na kujenga hoja mbalimbali mbali za wananchi. Iko miradi mbalimbali mbali ambayo tumejengea hoja ambayo na imepitishwa kama mradi wa taktiki, ambao nakwenda kujenga barabara ya Ngosheraton, barabara ya Ola City, wanakwenda kujenga stendi ya kisasa ya jiji la Arusha, soko la Kilombero na soko la Mlombo. Lakini tumejenga hoja pia kujenga barabara ya Mianzini Ngaramtoni, barabara ya Elboru, barabara ya Boma Siala, barabara ya Kona Xerian kule Moshono, barabara ya Kijenge Ngulelo, levo katika kata ya Levolosi naweka barabara pia kwenye kata ya Kaloleni na kwenye kata ya Sekei kwenda Mochwali pamoja na kule Muliet kwa shangazi. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba wananchi wenzangu wa jimbo la Arusha mjini watanipa fursa tena ya kuwakilisha katika jimbo hili ili tuendelee kuwasemea na kuwa sauti yao ya maendeleo katika jimbo letu.